ziliibuka kidedea na mwaka huu zimeweza kuongeza gawio zaidi. Hii ni ishara kwamba taasisi zimehamasika na kuchukua hatua thabiti na za makusudi za kuboresha utendaji ili kupata matokeo bora zaidi, na matunda ya jitihada hizo tumeyaona hapa leo. Lakini niungane na msajili wa hazina kuzipongeza taasisi ambazo zinatoa huduma na kusaidia wananchi lakini michango yao hawaileti kifedha. Na huu ndio ufuatiliaji na tathmini ambao, msajili, nakuhimiza wale nao waonekane na tujue wanachangia kiasi gani kwenye umma. Kama ulivyosema taasisi ya JKCI wametoa bilioni mbili kwenye huduma gani, bilioni kumi na nne kwenye huduma gani michango. ni mchango mkubwa unawekwa kifedha na tunawatangaza kwamba nao wanarudisha kwenye umma. Huku ndiko kurudisha kwenye umma.